Kuwashukuru, hatutasahau, munalala nje juu yetu, munalala vibaya juu yetu. Ningependa nitie ile neno kidogo ya kuwashukuru. Asante sa majeste eh, Isaac. Eh, neno mingi zilisemewa hapa lakini mimi niko na neno kidogo ambayo nimepewa nikupatie kutoka kwa viongozi vya chama. Wameniambia muabsase yako, kulikuwa bwana nenye alikuja anachukua nchi yako, anaua watu yako, anachukua udongo ya walaia wako, analeta diskriminasion, anaambia wangine wasiweze kuongea lugha fulani, na watu walikuwa wakizoea kuongea lugha zote mufalme yako. Huyo bwana aliendea aliendelea kukimbiza wengine wakatoka mwinchi yako, wengine ukianza tembea utaona manyumba ziko hazina watu. Huyo bwana hakuishia pale, aliwafunga watu wa moja watu wengine, akaleta ile kutokusikilizana katika ya watu. Huyo bwana aliendelea, akakula mali yako ya watu yako. Huyo bwana alitesa watu yako, aliwafanya baorufere lakini wameniambia batu ya Bukumu leo wamepata baba. Huyo bwana anaitwa Chisekedi amekimbia na watu yako wamepata amani na imani, wamepata baba tena, wamesema wanajua kwamba vile watoto walikuwa wamesambalana, wanakimbia wengine, awo wasikilizane. Wanasema unaleta amani, wanasema unaleta ile kusikilizana kati ya watoto yako. Wamesema utakuwa ule jije ambayo atakuwa ni jije mwema ule mwenye atasimama katikati ya watoto yale ile kutokusikilizana kwenye kuko muwatoto yako utatoa, wamesema kabisa, wanaonda mwangaza tena, inarudia muhukumu ile tradisio ambao walikuwa wametoa. Wanajua kama unairudisha, unarudisha ile kukua watu kukua wenyewe, na wakasema si rahisi, takuwa ni ngumu juu watu yako pako na ile uchungu ambao wamepitia ndani. Lakini wameniambia kitu kimoja kizuri, wameniambia wanakubali wewe kukuwa mwami wa Bukumu, na wataendelea kusaidiana na wewe kwa kila mahali ambao utafikia. Ukituita tutakuwa pale kwa kukusaidia na wakaniambia na mimi naishia hapa. Wanajua watu yako wanapitia magumu mingi na watahitaji vitu vingi, lakini wakasema e, wamekupatia ngombe na ile ngombe wanajua kama watoto wako watahitaji maziwa, na wakisema hiyo ni kuheshimu na ku Uh, kukuwa na ile furaha ya entronisasion yako na kukuonesha kama kuko ile eh, kusaidiana eh, kwanza yenye inaanzia hapa na kuendelea.